Ile kitu imefanya ni mpende Yesu, baada ya kunitokea nilikuwa na uhakika, yeye ndio njia. Nilikuwa na hiyo uhakika. Unajua, Muhammad aliambia watu wake nini? Hata ajui pale anaenda, Mungu ndo anajua. Hivyo ndio Qurani imesema eh, mm. Lakini Yesu anajua pale anaenda kwanza, mm, yeye ndo njia yenyewe. Ni kama sasa nikwambie njia inaenda na Ivasha. Si unafuata njia unaamini. Lakini kichochoro uwezi amini, utaniambia nenda pale mbele uulize. Nenda pale mbele. Sasa mimi kwa dini nilikuwa ile nenda pale mbele ukiuliza paka ufike. Na hapa nimeona highway hii inaenda paka na Ivasha. Utafuata gani? Ile ya kwenda ukiuliza ama highway? Ile una, una ya highway. Highway. Na kila pale imeandikwa 20 km, tuna Ivasha, 10 km, tuna Ivasha, 15 km, tuna Ivasha. Ndio maana Biblia inasema miaka ya mwanadamu ni ngapi? Themanini, hmm. Sasa we unaendelea tu kupunguza kilomita, anza kuhesabu, hmm. kama una miaka arobaini kama mimi, hujio 40 kilomita huje ufike. <laughs> Mi naambiaga watu hivyo, so nina uhakika na hii kitu, mm -hmm. Alafu nimeshawishika zaidi ya kushawishika ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa sababu yangu. Hakuna mtu mwingine ameshawahi kujitolea kwa sababu ya mwingine.